Kwa majina naitwa ndugu Ramadhani Pontian Myonga, ni afisa sheria ya mwandamizi na mtatuzi wa malalamiko ya wateja wa huduma za kibenki. Tupo mkoa wa Iringa kama eneo la kimkakati kufuatia uh, ripoti ya uchunguzi iliyofanyika kati ya kipindi cha mwezi wa nne na watano, ambapo ilibaini uwepo wa mikopo umiza ambayo anaitwa Kimangala, ambapo ukiangalia inaleta udumavu wa hali ya kiuchumi wananchi wa Iringa kwa ujumla. Kwa hiyo ujio wetu, tumekuja kutoa elimu baada ya kubaini, aidha pengine hawa wanaotoa mikopo hawana uelewa wa taratibu wa namna ya kupata leseni ili waweze kurasimishwa kuwa kama taasisi ya fedha ndogo, lakini pili, wananchi tumekuja nao kuwaelimisha kuzitambua na kuziendea taasisi zilizosajiliwa na Benki Kuu ya Tanzania na kuachana na taasisi ambazo hazina usajili Benki Kuu ya Tanzania. Tukifanikiwa hilo, na nadhani namba ya ya watu wengi iliokuja ni wawakilishi tosha, tutaweza kuondokana na mikopo umiza, na tutakuwa ni sehemu ya uchochevu wa ukuaji wa kiuchumi na itatusaidia si Benki Kuu kuwepo na utulivu wa masuala ya kifedha kwa mtu mmoja mmoja na katika taasisi tulizozisajili hiyo itasababisha utulivu wa kiuchumi kimkoa, na baadaye itapanda hadi kitaifa. Kwanza uwepo watu wetu hapa ni moja katika e, utekelezaji wa majukumu yetu, kufuatia taarifa za wadau wetu, vyombo vya usalama, taasisi za fedha ambazo zilisajiliwa, wasamaria wema, tukafanya utafiti na tunapozibaini huwa tunazifungia. Mwaka jana 12 di Novemba tulifungia taasisi zinafika karibu 60 kama kata 40 kitu mpaka 60 tulizifungia, ambazo zilikuwa zinakopesha kinyume na utaratibu na zilikuwa zikiathiri e, afya za watu akifedha, kwa masuala ya kifedha kuathiri utu wa watu na imeleta udumavu wa masuala ya kifedha kwa wananchi kono so tu hatukuishia hapo, bali tumekuwa tukijua, tunachukua hatua. Lakini katika tafiti zetu tukabaini kuna, kuna umbwe la kukosekana kwa elimu. Sheria zipo na hazina matatizo kuzitekeleza, sheria kwa mtu ambaye hana uelewa wa sheria na ana uwezo kuzifata, ni bora kwanza kumwelekeza, ili utapokuja kuchukua hatua akose mahali pa kusema kwamba mimi nilikuwa si sijui lakini, sheria ipo. Tuna sheria ya fedha mwaka 2018 eh, kifungu cha 16 imeweka katazo kuto kufanya biashara fedha bila leseni ya Benki Kuu Tanzania, na yapo madhara e, kama maafisa wetu wa uchunguzi wakikubaini kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, ukikamatwa ukapelekwa katika mihimili ya kimahakama, ushahidi ukijitosheleza, unaweza kufungwa jela miezi sita au miaka miwili unaweza ukatozwa faini kati ya shilingi milioni ishirini hadi milioni mia moja au faini pamoja na kifungo kwa pamoja. Kwa haya ni madhara makubwa, kwa sababu tunawachukulia wenye taasisi za fedha kama wawekezaji wa ndani, na sisi tunahamasisha wawekezaji wa ndani kwa sababu ya uhitaji wa masuala ya kifedha kwa wananchi kwenye mikopo kama sehemu ya mitaji. Kwa sababu tunawahitaji, tunawaambia waje, tuna maafisa wetu wako hapa, watawasaidia. Manake vishoka hawa wamekuwa wanawadanganya kupata leseni benki kuu milioni mbili, milioni tatu. Mtu akoona hiyo thamani ya fedha anaamua kuingia mtaani hasemi. Kwa hiyo thamani ya kufanya kusajili taasisi ndogo ya fedha ni kati ya laki tatu mpaka laki tano ambayo ni fedha ambayo kila mtu mwenye kutaka kuanzisha taasisi ya fedha anaimudu. Kwa hiyo uwezo wetu huu utahamasisha kuondokana na kuanzisha taasisi ya fedha sio kwa rasmi ambayo inapelekea kuleta madhara kwa wananchi kwa sababu hawaingii mkataba wa hali bora wa huduma kwa wateja ili wasilete madhara kwa wananchi katika huduma za kifedha.